Siku ya kimataifa ya wa wasichana katika TEHAMA inaazimishwa kila Alhamisi ya nne ya mwezi wa nne kila mwaka kuhimiza wasichana kupenda kusoma masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. TCRA kama mwanachama na mjumbe wa baraza la utendaji la ITU inaendeleza jitihada hizi kwa kuendesha mafunzo kwa wanafunzi wasichana kuanzia shule za awali eh, hadi vyuo vikuu. Mazumuni ni kuwapa hamasa ya kubuni teknolojia za kidijiti kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali, mbali na machangamoto ambazo zipo au zinazunguka kwenye jamii yetu. Kusoma ni muhimu, ila kuvumbua ina nguvu. Mawazo yako hayo hayo ulionayo, anza nayo. Mawazo yako ni muhimu, unaweza kuwa ukaona ni kitu kidogo lakini nje huku kikifanya kinaweza kikaleta impact kubwa kwenye jamii. Kitu ambacho wewe kama msichana unatakiwa ukijue sasa hivi kwamba wewe una belong kwenye field ya STEM, ni haki yako ya kukua, ni haki yako ya kupata opportunity katika field za STEM. Alafu pia inabidi huwa unajikumbusha kwamba wewe ni mtu mwenye uwezo na pia ni mtu ambaye unaweza kuaccomplish vitu vingi. Msingi wa uchumi wa kidigiti unajengwa na yote yaliyozungumzwa hapa, unaanza na wewe mtoto wa kike. Kwa pamoja tuwajibike, ili tuweze kujenga taifa lenye wasichana na wanawake mahiri na wabobevu kwenye sekta ya TEHAMA na hivyo kuweza kushiriki katika uchumi wa kidigiti. Napenda kuwapongeza washindi wote wa mashindano yaliyofanyika baada ya mafunzo. Ushindi wao uwe chachu ya kusonga mbele na kuhakikisha wanashirikiana na wengine ili wote tushiriki pamoja kwenye uchumi wa kidigiti. Leo tulikuwepo katika maadhimisho haya ya Girls in ICT. Tumejifunza mambo mengi sana kiukweli. Kama mimi binafsi nimepata moyo kiukweli, kutoka kwa watu wengi ambao tumewasikia pale ambapo tunaweka fikra kuwa masomo ya sayansi ni magumu, ndo pale ambapo tunashindwa kutimiza zile ndoto zetu na malengo yetu. Pengine tuna mengi ambayo tunaweza tukabuni tukafanya, lakini tunashindwa kutokana na fikra ambayo tumejiwekea akilini mwetu. Sisi wanawake tukiweka nia na moyo kuwa we can do this, then we can do. Asante sana TCRA kwa this opportunity. I'm so happy.